Leo hii tarehe 16 hapa tuko Mpanda. Tumekamilisha njia ya kusafirisha umeme yenye msongo wa kilovolti 132 yenye urefu wa kilomita 383 kutoka Tabora mjini mpaka hapa Mpanda. Kwa siku ya leo ilikuwa ni kupima eh, paramita kama umeme unaweza ukafika hapa, na paramita zote zimekwenda sawasawa. Leo hii tunasema tumehitimisha hili zoezi, kwa maana kwamba laini yetu iko tayari kuingiza umeme hapa, eh, mkoa wa Katavi. Mradi huu wa ujenzi wa laini ya umeme umeanzia Tabora kupitia Ipole, Yenyonga na leo tulikuwa tunafanya majaribio ya mwisho kwa kipande cha mwisho cha kutoka Yenyonga mpaka hapa Mpanda. Jumla ya laini yote urefu ni kilomita 383 lakini kwa kipande hiki ambacho tumefanyia kazi leo kipande cha kilomita 124 ambacho ni kipande cha mwisho uh, kutoka pale Yenyonga mpaka Mpanda. Gharama za mradi huu ni bilioni 116 zikijumuisha Mradi mzima kuanzia pale Tabora mpaka Mpanda ambapo zinajumuisha sasa ujenzi wa laini ya msongo wa kilovolti 132 kilomita 383 kutoka Tabora kituo cha kupoza umeme mpaka kituo cha kupoza na kupokea umeme cha Mpanda katika mkoa wa Katavi. Kukamilika kwa majaribio yetu haya ya mwisho yanatoa fursa kuendelea na mazoezi mengine yanayofuata ambapo ni uwashwaji wa laini kuwasha vituo cha kupoza umeme cha Mpanda na kupeleka umeme kwa wananchi. ETDCO, suluhisho la miundombinu ya umeme.